Tunataka kuwahakikishia kwamba mkoa wa Tabora uko salama, utakuwa salama, uchaguzi utafanyika kwa usalama, na baada ya uchaguzi tutauacha mkoa wetu ukiwa salama. Hilo ni hakikisho ambalo jeshi la polisi mkoa wa Tabora tunalitoa kwenu, mkatimize haki yenu ya, ya kikatiba ya kupiga kura usalama na baada ya hapo, kila mtu arudi nyumbani asi. Na kuwakumbusha hususan ni kundi la vijana, msijihusishe na uchochezi wa aina yoyote unaoweza kufanyika kwenye mitandao ya kijamii. Hilo ni kosa la jinai na utachukuliwa hatua za kisheria endapo utabainika kufanya jambo hilo. Tusijihusishe, tusiogope kwa maneno yote yanayosema ya kiuchochezi. Amani ipo ndani ya mkoa wetu wa Tabora na tunawahakikishia kwamba mkoa utaendelea kuwa salama kama mnavyotuona, tuko na utayari wa kutosha. Jeshi la Polisi litatimiza wajibu wake kwa kuheshimu sheria na taratibu za nchi zilizopo.